Ninaitwa Brigedia Jenerali Mstaafu Aloyce Damian Mwanjile NDC, mwenyekiti wa Bodi ya Korosho Tanzania. Katika kuboresha soko la awali na kuhakikisha wabanguaji wanapata huduma stahiki msimu huu wa 25, 26 kupitia mwongozo namba tatu wa ununuzi wa korosho katika soko la awali, mbanguaji asiyekuwa na kiwanda hatapewa leseni ya kununua korosho ghafi kupitia soko la awali. Vile vile mbanguaji atawajibika kutumia magunia yenye nembo ya kiwanda chake wakati wa kubeba korosho alizonunua kutoka gala la AMCOS kwenda kiwandani kwake. Ndugu wanahabari, Bodi ya Korosho Tanzania katika kuhamasisha na kuboresha miundo mbinu ya wabanguaji wadogo, hasa katika teknolojia ya ubanguaji, inapanga kugawa mashine hamsini za ubanguaji za umeme kwa vikundi hamsini vya kubangua. Tutafanya zoezi hili kwa wabanguaji hawa ili wasiendelee kutumia mashine za mkono ambazo zinatumia nguvu na muda mwingi katika kubangua kiasi kidogo cha korosho gafi. Mashine za umeme zitaongeza ufanisi na kuboresha maisha yao kwa kupata manufaa ya kuuza korosho gafi. Ndugu wanahabari. Minada ya korosho msimu wa 25 26 inatarajiwa kuanza rasmi tarehe 31 Oktoba 2025, na minada itaendelea kuendeshwa kupitia mfumo wa mnada wa mtandaoni online bidding chini ya soko la bidhaa Tanzania TMX.